Karibu katika chane kwa update zote kuhusu ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa zikia semu yako ya mkononi. Katika video ya leo, tutakwenda kuangalia nafasi za kazi ambazo zimeweza kutangazwa ajira poto. Nafasi za kazi ajira poto ni kama jinsi inavyoonekana, kuna dereva daraja la pili, nafasi tatu, cyber security nafasi moja, librarian nafasi nne tutorial assistance aquaculture nafasi moja, na tutorial assistance environmental health science nafasi moja, tutorial assistance forestry botany nafasi mbili, assistance lecturer nafasi moja, assistance lecturer biology nafasi moja, tutorial assistance electronic and automation nafasi moja, tutorial assistance data science nafasi moja. Kuna nafasi nyingi ambazo zimeweza kutangazwa, nafasi bado zipo nyingi sana, kwa yako ambayo unaona inakufaa, na baada ya hapo uweze kufanya application. Kwa mfano, umechagua nafasi hii assistant lecturer civil engineering, click katika nafasi hii na utaweza kuona hapa mbele kuna chuo kikuu cha science na teknolojia Mbeya MUST. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe kumi na mbili mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita. Mwisho wa kutuma maombi ni na ishirini na sita. Hii ni Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia, kwa hiyo kuna nafasi nyingi ambazo zimeweza kutangazwa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya MUST. Kwa hiyo sasa ili kuweza kuapply utabonyeza neno login to apply, uta click login ili uweze kuapply nafasi hizo qualification ni holder of bachelor in procurement and supply chain or business administration and procurement and supply chain management with GPA of 3.8 out of 5 from recognized institution. Remuneration ni puts 1.1. Utabonyeza neno apply now, authentication required. kwa ku utaweza kusaini katika akaunti yako ya ajira portal ili uweze ku apply. Ha, nafasi hizi za kazi. Kwa hiyo sehemu hii hapo utaweza kulogin ili uweze utaweza kulogin, ingiza email yako ingiza password yako alafu utabonyeza neno login. Na kama hauna account ya ajirapoto, hakikisha unabonyeza neno register nao ili kuweza ku create account yako ya ajirapoto. Utaweka email utatengeneza password uta confirm password, baada ya hapo uta create account then uta activate account yako ili iweze kufanya kazi. Kwa hiyo ni namna ya kuweza kufanya maombi au uh, namna ya kuweza kutuma maombi ya kazi kupitia akaunti yako ya Ajira Portal. Ah, uh, usahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel hii. Asante na karibu.